Tunaishi kwenye ulimwengu ambao ni rahisi sana watu kukukwaza au ni rahisi sana pia wewe kuwakwaza watu wengine kwa sababu ya miingiliano ya shughuli zetu kila siku, lakini ni lazima tuamiliane na watu katika shughuli za kila siku. Lakini mswahili pia akasema, sembuse sisi, mbona vikombe kabatini huwa vinagongana. Kwa maana hiyo mgongano kwamba ni kitu ambacho vigumu sana kuepuka wakati mwingine. Sasa wakati mwingine inatakiwa maarifa tu kidogo ya jinsi ya kudili na watu ili kuweza kufanya maisha yako yakawa mazuri sana, jinsi unavyodili na watu especially kwenye masuala kama ya chuki. Fikiria mtu amekukwaza, yani unajenga chuki, unaweka chuki, unaona mtu simtaki, yani huyu mtu nataka kimtokee hivi. Sasa, leo nimechagua topic hii kwa sababu unaweza ukaishi kwa muda mrefu sana mambo yako mwenyewe yaka hayanyoki, lakini kumbe mchawi ni wewe mwenyewe. Kwa maana kwamba umefuga chuki kubwa sana au umeweka chuki kubwa sana ndani yako kuhusiana na watu fulani au mtu fulani, na bila kujua, kumbe tabia ile inakumaliza wewe mwenyewe ndani kwa ndani. Sasa leo hii nataka nishare mambo sita ambayo naamini kabisa mtu yeyote akiyafuatilia vizuri, mambo haya yatakusaidia sana kuweza kuachana na chuki na kuweza kuishi kwa amani na furaha siku zote. Karibu. Tumerejea. hii ni Success Path Network, mimi naitwa Ezden Jumanne, karibu sana sana sana. Leo hii nataka tuangalie mambo sita ambayo yoyote yakimuingia vizuri, yakaelewa vizuri, itakuwa rahisi sana kuweza kuiabandon chuki, kuweza kuachana na chuki ili uweze kuishi kwa amani na furaha siku zote. Naamini kila mtu anatamani iwe hivyo. Naam, jambo la kwanza la kufahamu katika mambo sita ni kwamba chuki ni kama sumu ambayo inakuua polepole wewe mwenyewe, haiwaui wale, there's a quote that says hating someone is like taking poison or drinking poison while expecting them to die. Ni kwamba ni kama kunywa sumu, lakini unatarajia wafe watu wengine, au yule mtu unamchukia, unakunywa wewe afe yule <laughs> lakini sasa, chuki ni kama unakunywa wewe sumu na inakuwa wewe mwenyewe pole pole. Wale watu wanalala usingizi vizuri, wewe hulali. Wale watu wanakula vizuri, wewe huli, una mawazo wewe, una mawazo, unakaa una, una ma stress Unashindwa kufanya vitu vyako katika mtiririko wako katika mustakabali wako, lakini wala watu wanaendelea zao hawajali kitu chochote, walishakukosea na wala hawajali. Kwa hiyo unaona anayeathirika ni wewe kwa kuendelea kuyashikia haya mambo. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kutoa hiyo chuki, wa kuachana na hayo mambo kwa ajili ya usalama wako wewe mwenyewe, mustakabali wako wewe mwenyewe na kuweza kufanya vitu vyako vizuri wewe mwenyewe. Point namba mbili au jambo namba mbili ambalo ni muhimu kulifahamu ili uweze sasa kuwa mtu mwepesi wa kuachana na mambo ya chuki au kuchukia watu kwamba kutoa msamaha sio udhaifu kamwe, sio udhaifu, japo watu wengi wanaona nikimsamehe, ah, sijui itakuwaje, ah, ah, sikiza, na it's not necessary ili kwamba usahau ulichofanyiwa. Hapa unaweza ukaendelea kuikumbuka lakini unapomsamehe yule mtu, hii ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa ajili ya afya yako wewe mwenyewe na ni uamuzi mzuri zaidi wa kujiokoa wewe kisaikolojia, kwa sababu jambo la chuki huwa linaenda kuathiri kichwani zaidi, linakaa muda mrefu na wewe muda mrefu sana. Unaweza kujikuta hata ufanisi wako kwenye baadhi ya vitu ukapungua. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu tu kimekutinga, kile kitu. Kwanza kufanya kazi hivi, kanionaje mimi? Kwa nini anifanyie hivi? ana ananichukuliaje mimi unaacha kufanya kazi unakaa unawaza hata nusu saa, saa zima muda unapita wewe unapoteza muda unashindwa kufanya vitu vyako kwa sababu ya kitu ambacho unaweza ukaamua kwa makusudi ukakipuzia. Uh, jambo la tatu ambalo ni muhimu kufahamu uh, unatakiwa usimpe adui yako nafasi ya kutawala fikra zako. Hizi tu pointi mbili nilizotoka kuzisema hapo mwanzo zinaonyesha moja kwa moja kwamba ikiwa mtu unakaa kwenye mawazo fikra za chuki, unataka ulipize kisasi, unataka kufanya nini? Ina maana umetoa power ya mtu mwingine kukutawala wewe, kwa sababu hivi sasa hivi haufanyi, haufikirii vitu vyako tena. Kila ukilala na kuamka, wewe unafikiria tu yeye, unafikiria utamfanyaje, unafikiria nini kitamtokea kwa, ina maana umetoa. There's a quote that says uh, uh, when we we hate other people we are giving them power over us ni nukuu ya Dale Carnegie, sikumbuki tu vizuri, lakini hivyo ndio inavyosema, kwamba tunapochukia watu wengine tunawapa nguvu ya kututawala. That's it, wanakuwa na nguvu ya kututawala. Manake mawazo yetu yanachukuliwa na vitu vyao, kwa sisi tunakuwa tunawaza kuhusu wao, tunaacha kuwaza kuhusu sisi wenyewe. Kwa hiyo usimpe adui nafasi ya kutawala fikra zako. Point namba nne, ambayo ni muhimu sana, ukifahamu inaweza kukusaidia kuachana na mambo ya chuki: fahamu kuwa kubeba chuki au kufuga chuki, mi napenda kutumia neno hilo <laughs> kuna kuzuia wewe kusonga mbele. Hebu niambie, vipi utasonga mbele wakati umeshasahau hata mipango yako, kazi zako, ndoto zako? Kwa sababu sasa hivi zimechanganyika na muda mwingi una hasira, unafikiria mtu mwingine. Muda gani utafikiria vitu vingine? Kuna masomo hata nishasema kwamba hata ubunifu tu kwenye akili ya mtu Ubunifu mara nyingi unafanyika kwenye akili salama iliyotulia, haina matatizo, haina stress, msongo wa mawazo. Wewe muda gani utafikiria hata ubunifu wa kufanya chochote hata shughuli yako iweze kwenda mbele, uweze kufanikiwa. Huwezi kwa sababu muda mwingi una jambo fulani ambalo linakutia hasira, limekaa, unatamani tu siku itokee chance ulipize kisasi au ufanye nini, sawa? Kwa hiyo usishikilie sana mambo yaliyotokea jana, kwa sababu ukishikilia kilichotokea jana unakosa nafasi ya kujenga kesho yako. Chukua hiyo. Jambo la tano ambalo pia ukilifahamu inaweza kukusaidia kukutoa kwenye hiyo tabia mbaya, kwamba huwezi kuponya maumivu ya zamani kwa kuendelea kufuga hasira ah, ah, ah, ah. Kila siku una hasira, vipi utaponya maumivu ya zamani? Kwa sababu kila unapokumbuka ni kama unakitonesha kile kidonda, ni kama umechukua kijiti, unachomeka tena kwenye kile kidonda ambacho hakijapona bado. Kila ukikumbuka kivile kile ukikumbuka kwa, unaweza kukaa hata wiki nzima ukikumbuka tu, tena unarudi kule ulipokuwa. Kwa hiyo hauwezi ukaponya maumivu ya zamani kwa kuendelea kufuga hasira na yule mtu, sawa sawa. Kwa hiyo unatakiwa ujenge maisha bora zaidi kwa kutokuwa mtu wa kupenda kulalamikia mambo yaliyokukwaza huko nyuma, sawa sawa. Kuna kinukuu nimekipenda sana, nimekisoma leo kwa mara ya kwanza. Inasema hivi, mshindi hajibu, mshindi hajibu kwa maneno, bali hujibu kwa matokeo. i really love this Ndo nimejua logo mara ya kwanza. it's beautiful. I think I like it, kwamba mshindi huwa hajibu kwa maneno, yeye anajibu kwa matokeo. results is the name of the game. Fanya kitu waoneshe. ya yeah, the best way to revenge is always uh, by succeeding. Yani wewe lipiza kisasi kwa mafanikio, komaa kwenye vitu vyako ufanikiwe. Ita, it, utajisikia vizuri zaidi wakati mambo yako yanakwendea vizuri, alafu wale watu umewacha mbali, ambao walikufanyia mambo ya ajabu. trust me. Point ya mwisho namba sita: Furaha yako ni maamuzi yako mwenyewe, sio tuzo unayotaka uitarajie kutoka kwa mtu mwingine, kwamba usiitake, usi kwamba eti mpaka waje wakuombe msamaha, wakupigie magoti, ndio sasa uanze kujisikia vizuri. Hey, furaha yako ni maamuzi yako wewe mwenyewe. Amani ya ndani kabisa inaanza na wewe mwenyewe, sawa sawa. Kwa hiyo hata kama umedhulumiwa, kumbuka bado una haki ya kutabasamu una haki ya kuishi vizuri na kufurahia vitu vyako vingine. Wamekudhulumu, sawa, hiyo ni pati mojawapo, lakini isiingie sasa ikachukua maisha yako yote, asubuhi ya mpaka muda wa kulala, kwamba hauwezi tena kufurahia chochote kwa, kwa sababu tu umedhulumiwa, wamekudhulumu, tutajadili nao muda, tunajadili, lakini tukiondoka hapo, nina maisha yangu binafsi ambayo inahitaji kufanya vitu vingine, na uenda kuna watu wanakutegemea pia. Utakapojizamisha katika hili dimu lisiloeleweka, ina maana utakuwa na athiri hata maisha ya watu wengine wale wanaokutegemea kwa sababu huenda hata ukawa na hasira ukaanza kuwajibu vibaya ya watu wengine. Ona sasa, tatizo moja likakuanzishia matatizo mengine, ukaanza hata kugombana na watu wengine, ukapoteza hata watu wengine wazuri ambao wangekufaa zaidi kwenye maisha yako. Natamani sana uniambie kipi umejifunza kwenye episodi ya leo, kwa sababu hii sio episodi mpya kwa maana kwamba mtu atakuwa amesikia somo hili kwa mara ya kwanza. No, haya ni mambo ambayo tunayapitia kila siku. Naamini kila mtu ameshakasirishwa na mtu fulani kwenye maisha yake, kila mtu ameshakasirika, na kila mtu amesha kumkasirisha mtu fulani. Nataka uniambie wewe, umejifunza nini, na kipi kingine kizuri unaweza ukatuongezea hapo chini kwenye comment section. Mara zote upenda kusoma na kujibu comments nzuri, nafkiri na wale ambao wana comment huwa wanajua, huwa nawajibu comments, sawa mimi mwenyewe sio so, mtu yoyote yule. So karibu sana Success Path Network, each one teach one. Jitahidi usiwe mtu wa hasira na kufuga chuki, kwa sababu itakufungia milango yako ya kutoboa. So tuelekee kwenye tobo. Till next time.